Lakini tuna chombo cha mwisho ambacho ni mkutano mkuu. Sasa tunawaomba viongozi wetu, tunaandaa orodha yetu, tunaanza na orodha hii ama ambao tumeingia, tumeingia leo hapo, hawa ni wajumbe wa mkutano mkuu. Tunahitaji tuunganishe nguvu na nchi nzima. Katika katiba ya Yanga inatuelekeza kwamba mkutano mkuu wa dharura aidha utaitishwa na kamati ya utendaji ama itawe aishwa na wanachama kwa ombi la kwenda kwenye kamati ya utendaji. Leo tunatamka rasmi kwamba sasa tunaiandikia rasmi kamati ya utendaji tunahitaji mkutano wa dharura leo. Kuanzia leo mpaka tarehe kumi na tano Juni ni siku ambazo zinatosha kabisa kuwa na mkutano wa dharura Ka wa kikatiba. Katiba inaeleza kwamba ili mkutano wa dharura upatikane, lazima utangazwe kwa siku zisizopungua kumi na tano. Kwa leo tarehe kumi, tunatenga siku tano za maandalizi. Tutawapelekea kamati ya utendaji barua kupitia kwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa klabu, ambayo ina orodha ya wanachama wa Yanga ambao wako hai, ambao ni wajumbe wa mkutano mkuu, ili tupati mkutano wa dharura. Tulitoe hili kwao, liwe ni agenda ya mkutano mkuu wa dharura wa Yanga na kwenye katiba yetu imetuelekeza, mkutano mkuu wa dharura utakuwa na mamlaka sawa na mkutano mkuu wa klabu. Kwa tutakachokiamua pale ni maamuzi halali ya wanachama wao kupitia mkutano mkuu. Kwa ni watoe wasiwasi, tumedhamiria kwamba kwa hili haturudi nyuma, na tunawaomba viongozi wetu kama walivyotoa maelekezo matamko lao, wasija ukatokea tena kurudi nyuma hatuchezi mechi na hatutacheza mechi. Niwaombe wanayanga. Niwaombe wanayanga tuna mechi tatu za kumalizia ligi, tuna mechi moja ya srab, na tukipita tutakuwa na mechi nyingine ya fainali. Kwa maana tumba, tuna mechi tano kumaliza msimu. Tuendeni tukasaporti timu yetu kesho kutwa Jumanne pale KMC, tuendeni kwa nguvu tukasaporti vijana wetu lakini tukitoka hapo tuendeni Tanga tarehe kumi na nane tuendeni Tanga tukasapoti timu yetu. Tukipita hapo, tuendeni Mbeya kwa ratiba yao walivyoipanga Mbeya. Sasa Mbeya tusabi kumalizia hapa Dodoma jijini. Wale ambao vikundi vya usafiri vyote, kuanzia kesho kutwa KMC, magari yenu yote wekeni mabango, hatuchezi